Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika kushughulikia changamoto hii kwa kipindi cha muda mfupi, jumla ya tani mia nane arobaini za gugumaji jipya ali akalimia oleta imeokolewa na kufungua njia ya usafiri na shughuli za kiuchumi katika eneo la kigongo busisi. Kwa sasa eneo hili halina changamoto tena ya gugumaji jipya. Juhudi zinaendelea katika eneo hili la kigongo busisi za kushughulikia gugumaji na asili aina ya mtende Jumla ya hekari hemana tano zimeshughulikiwa katika kipindi cha wiki moja na lengo ni kumaliza hekari zote kabla ya tarehe kumi ya mwezi Juni mwaka ishirini na tano. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika utekelezaji wa mkakati huu kwa mda wa kasi, imekamilisha mchakato wa manunuzi ya mitambo miwili maalum ya kuokoa magugu maji aina ya tandia na mtambo mkubwa wa kuondoa magugu maji aina ya mpenge. Mitambo hii inatarajiwa kufika kabla ya mwisho wa mwezi wa Julai. Upatikanaji wa mtambo huu utasaidia usimamizi endelevu wa magumaji katika maeneo yetu. Leo utasujia mtambo wa serikali chini ya mamlaka ya bandari unazoasaidia kudhibiti magumaji aina ya luteni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, aidha uliagiza chini ya watalam kusafiri kwenda Uganda kwa ajili ya kujifunza na kujiridhisha kuona changamoto ya burumaji inavyodhibitiwa kwamwezei kuu kwa Uganda

hatua za haraka walianza kutumia wavuvi wadogo wadogo na mitumbwi na maboti yenye mashine kuja kuanza kuzoazoa kwa mkono tu. Hiyo ni hatua ya haraka hatua ya muda mfupi, ni kuanza kutafuta mitambo midogodogo ambayo tunayo ndani ya nchi tuweze kuanza kufanya kazi ya kuondoa magugumaji yale yaliyofunika ziwa, halafu tuje kwenye gugu maji ambayo limekoma. Hatua za muda wakati, tulisema wataalamu wetu wa ndani waende popote duniani kujifunza hali hii na wenzetu wameweza kupambana nayo kwa kiasi gani. Kwa ukanda wa Afrika Mashariki, wenzetu Waganda walishaanza kupambana na magugu hayo, tukasema wataalamu waende, na ndio hawa wanaondoka kesho kutwa, wanaenda Uganda lakini na wao tulishapata maelezo yao namna walivyopambana na la durumani. Lakini pia hatua hiyo muda wa kati, tumeamua kununua mitambo ya ukubwa wa mtambu, wa kati, na kwa bahati nzuri ndani ya nchi tulikuwa na mtambo wa hawali ambao leo nitauona kufanya kazi yake. Kwa muda mrefu sasa tumetenga fedha kununua mtambo mkubwa tena miwili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi naitwa Dr Darison ni Endru. Nimeanza kufanya kazi hapa Januari elfu mbili na ishirini na tano ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa wizi ambao umetokea hivyo hivi punde, ambao ruhusa ifaatiba wanaohusika kuiba ni watumishi hapa hospitali, tunavyosema sasa, vyovyote tumevikamata niko polisi na wanachukulia hatua katika mamlaka yao ya usalama. Kwa nini madaktari professional ndio somea hapo, mna wito wa kutoa huduma kwa wananchi, na upato ni tena wananchi wenyewe, tunawategemea nyie, masomo ndio somesho la taifa hili na mmeleta serengereni wa wote leo, mna serikali ndio tafaa wa wote wenyewe utaratibu ule, na baba lini, mshukuru wa Mungu, tumekwishachukua hatua za kuimarisha mifumo ya ulinzi. Tunazungumza sasa kwenye maeneo mengi ya huduma, tumeshaweka mtumishi ulive kifaa cha kutolea huduma tena ya mgonjwa. Unategemea ni wewe kama mganga mkuu wa wilaya na madaktari wenzio wauguzi wenzio, kwa nini mnafanya? Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kutokuwa waadilifu, lakini tumechukua hatua Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli hapa kulikuwa na changamoto kubwa ya wizi, na tulichukua hatua kali kabisa, kwanza kuwasaka wale wote ambao wanahusika na wizi, na tumeshawakamata na miongoni mwao ni madaktari wa hapa. Na hapa tunapozungumza, kwanza ni wapongeze jeshi la wa polisi kwa kutekeleza vizuri maelekezo ambayo tuliyatoa na kufanikisha ukamataji wa vifaa hivi na wahusika hapa wako ndani na tayari wameshafikishwa mahakamani. Lakini eh, niungane na wewe kwamba tabia hii ni mbaya, inafaa kulaaniwa kwa sababu maadili ya utumishi wa umma hayaruhusu madaktari na watumishi, hata wananchi, kujihusisha na wizi, kwa sababu vifaa hivi vimeletwa maalum kabisa kwa ajili ya eh, kuwahudumia wananchi. Kwa hivyo, kwa eh, wilaya hii nimesikitika, tumechukua hatua lakini pia nimemwelekeza e, katibu tawala wa mkoa nime- nilichojifunza ni kwamba kuna uongozi dhaifu wa hii hospitali. Kwa hiyo tunafanya mchakato, hata huyo anayekaimu hapa kama mganga mkuu wa wilaya e, mganga mkuu mfawidi a hospitali hii anapungukiwa na sifa. Kwa hiyo nimemwelekeza katibu tawala wa mkoa kuleta kiongozi ambaye atakuwa na uwezo wa kiuongozi na kuisimamia hii hospitali ili masuala ya wizi, e, nidhamu mbaya kwa watumishi asiweze kujitokeza. Kwa hiyo tuko kwenye hatua za mwisho za kuwasiliana na wizara, watupe mtu ambaye ni competent, anao uwezo wa kuisimamia hospitali hii. Kwa hiyo endelea na hiyo hatua, naendelea kuchuja watumishi hapa, wale wenye dalili ya wizi wizi, wenye mahusiano na maeneo ya mauzo huko mjini, lazima wachukuliwe hatua. Kwa hiyo kama shahidi kwa kuna chukua hatua kali ya kukabidhi kazi hiyo, mkuu wa wilaya anasikia, lazima hapa paona ufuatiliaji wa kila Hatuwezi kutunza wezi hapa. Halafu tunahitaji fedha, tulete fedha halafu afanye kazi. Tunanunua vifaa, leo serikali inanunua vifaa maeneo yote, tuta usio wameima pia na naara watalibeba lile utaratibu. Kwa hiyo lazima wadhibitiwe. Aamzi yako na pango kazi wako kuendelea, jichana zako ni nzuri na unafanya kazi, vifaa vyote ambavyo ulivitaka tumevileta.

Makofi mengi na vigelegele. Jiwe <laughs> hili la msingi la ujenzi wa hospitali yani ya halmashauri ya wilaya ya Sengerema limewekwa na mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa mbunge, waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania tarehe 19 Mei 2025. Mheshimiwa waziri mkuu, tunakushukuru sana. Makofi mengi na vigelegele.